Leo nataka nikuoneshe neno katika Quran ambalo uandikwaji wake na utamkwaji wake ni tofauti. come here, angalia neno hili hapa. Hili neno limeandikwa, herufi ya kwanza ni hamzatul wasli, herufi ya pili ni hamza. Hizi herufi mbili zinapokutana na ukataka kuanza kwenye hamzatul wasli, hatuisomi hamza ya pili yenye sakna, bali tunaigeuza inakuwa ya madi. tunasema ituni na wala siyo ituni. Mfano mwingine, jaribu kusoma wewe neno hili hapa, iti bi qur'anin siyo iti. Jaribu na hili idhali. Kwa ufupi ni hamzatu lwasli ikikutana na hamza yenye sakin, vuta hamza yenye sakin kama ya madda. Idhali ikiwa unahitaji kufahamu zaidi, tafadhali tukutane katika kozi yetu insha Allah, Disemba hii tarehe moja. Nitumie sms whatsapp inayosomeka Quran Project, mwezi wa kumi na mbili.